Aliyekuwa naibu wa Rais Rigathi Gachagua amesema kuwa hana shida yoyote ile na jamii ya Wasomali kama wanasiasa mbalimbali wanavyosema. Gachagua akisema kuwa shida yake tu ni baadhi ya viongozi ambao wanawaibia na kuwalaghai Wakenya. Amedokezea kuwa juhudi za Rais William Ruto za kumaliza dawa za kulevya ni bure kwani alimwekea vikwazo wakati alikuwa naibu wa rais. Aidha, kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka amedokezea kuwa kunao wizi wa kura uliendelea mwaka 2022 lakini mwaka ujao rais ataenda nyumbani. Tuna shida na mtu yeyote, mimi nimeongea juzi ya kwamba iko Molo, iko isili ambaye ndio inatumika kuleta mchele kuangamiza wakulima Mwea. Nimeona wajumbe wamekutana kusema ati mimi nimeingilia nime hiyo mall. Mimi sikutaja jina yake, siku wanaijua. Wenyewe ndio wanataja, sikujua, sikujua ametoka jamii jamii gani. Shida na jamii ya Wasomali, mtu mmoja akiiba, the community of Somali is innocent. Munaingiza community kwa shida ya mtu mmoja, kwa nini? I have tremendous respect for the Somali community. These are honorable people, very serious and honest businessmen. Lakini wanasiasa wanataka shida ya mfanyabiashara mmoja kwa sababu wanachukua pesa kwake, waingize kwa shi, kwa issue ya community. I don't think even the Americans have any problem with the community of the Somali people. But if you are one or two people wako na shida. Don't drag the community into a personal problem ya mfanyibiashara. Mimi, my interest ni wakulima ya Mwea. Wale ambaye wameangaishwa na huyu mfanyibiashara. Interest yangu ni wakulima wa sukari, wale wa Western, ambaye analete sukari duty free. Alafu tunapata shida. I had succeeded in dealing with illicit alcohol and drug abuse. Uyu Pastor Dokas alikuwa ameanza rehabilitation ya wale addicted. Akaenda akatoa pesa kwa ofisi yake, ndio hiyo programu ikwame. Sasa anajifanya ati leo alikuwa mkutano, atameita polisi nini, atawapange. Anapanga nini? na hii maneno yote nilikuwa nimepanga, akasabotage. He doesn't mean it tena. kwa cabinet yake iko ministers wawili wanauza madawa ya kulevya, Wakenya wanawajua. Sasa utamaliza madawa ya kulevya namna gani, na katika baraza la mawaziri mawaziri wawili ni watu ya madawa ya kulevya? Argo.

Wazazi hawana namna, na huku naimba tuende Singapore, tuende wapi?